Baada ya kujifunza sanaa ya uchoraji picha, John aliamua kukumbatia ubunifu na teknolojia kuendeleza talanta yake kama njia ya kujitafutia riziki. John ambaye anajulikana kwa jina la utani JB sasa anamiliki biashara ya kusanifu picha jijini Nairobi, kazi ambayo ameifanya kwa miaka minane. Aidha ameajiri vijana watatu ambao wamekumbatia kazi hiyo kukimu mahitaji hayo. Hayo ni kwenye makala yetu ya Kazi ni Kazi naye Fredrick Muoki. Tazama, takwimu zinaonyesha kwamba biashara ndogo na za kadri humu nchini zinaendelea kuchangia pakubwa katika jumla ya mapato ya taifa. Na kwenye makala ya juma hili nimepata nafasi ya kipekee ya kusemezana na mwanaume wa makamo ambaye amebobea sana katika tasnia ya kutia mnato ama kusanifisha picha katika makani ya Nairobi. Kwa majina anaitwa John Mwaora ama JB. Eh, JB John Bak Mwora, so kampuni ikaitwa JB, so JB Photomount Kenya ya yeah. Na sisi tunadili na mambo ya mapicha, lakini zile picha tunafanya ni tofauti kidogo na zile picha watu wamezoea. Yeah, so tumekuwa bunifu, tumekuja na a new technology inaitwa epoxy photo mount. Kwanza kabisa e, picha unajua ni kitu ilianza nikiwa mtoto mdogo, kwa sababu bado mimi ni photographer. So, hii ilikuwa ni passion. Kwanza nilikuwa nachorea watu sana Nairobi, watu wanajua nimechora sana, watu wengi wananijua kwa hiyo kuchora. Sasa ikafika mahali ikabaki lazima ningeendelea na ile talent ya kufanya picha, kwa sababu mimi picha sifanyi tu kufanya picha picha nafanya picha hata wewe mwenyewe unaitamani hii eh, hii inaitwa photo mount, unaona, ukiangalia hivi hata huku nyumbani ukiangalia, hii ndio tulianza nayo, but sasa watu tukaona wamejua sana hii mambo ya hii picha. So ilifika mahali tukaona hii mambo tuache, tukakuwa bunifu zaidi. So, tukafanya test mingi mpaka tukakuja na picha aina hii. Sasa hii ndio inasema sasa hivi. Eh. hii inaitwa epoxy photo mount, unaona kama hii sasa, unaweza angalia hii na hii sio glass Haiwezi vunjika hii hata ukiangusha chini, sio picha inaweza anguka hii. Changamoto ni mingi kwa sababu hizi material they are very expensive ku maintain pia, uh, pia kufanya hii kitu rangi zake ziko juu sana, unaona na pia kuna watu, unaona, ni kama wako kwa mfano kwa mtandao, unaona kuna watu wanaiba hata brand yetu, wanaibia watu kwa mtandao, you know? Sasa hiyo ndio some of the changamoto kwa sababu wewe fanya hii, unaona, mtu ana create nini, eh, logo yetu anatumia hiyo logo kutumia kuibia watu, naona ni ngumu, like the country nowadays hata youth ukiangalia watu wengi sana wana hawana ajira, vijana hawana ajira. Wengi watu wamemaliza shule, walidanganywa wakimaliza shule itakuwa ni free ride, but unapata inakuwa ni difficult. So the best thing what I can advise them is this, eh, they should use what they have. Apart from the education that they got, they should, they, they should use the talent that they have. Na sana tunapatikana kwa TikTok, hapo ndio tuko, Instagram, JB Photomounts. Safari ya mafanikio kwa mara nyingi haihitaji kasi, ila mwendo wa taratibu na huenda hukatimiza ndoto zako, jinsi mmiliki wa JB Photo Mount alipoelezea katika safari yake ambayo amekubuu sana katika tasnia ya usanifu wa picha na kutia mnato. Picha ni hayo tu kwa sasa hadi makala yajayo.